Na maafisa wawili wa polisi wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Shukri Adan Ibrahim katika mtaa Mukuru kwa Njenga baada ya mkurugenzi wa mashtaka kupendekeza washtakiwe baada ya IPOA na hatia. Hata hivyo, hawakusomewa mashtaka baada ya wakili wa IPOA, Kevin Lusweti, kuielezea mahakama kuwa jaji anayeshughulikia kesi hiyo hakuwepo. Hakimu Caroline Nyaguthii aliagiza swala hilo lisikizwe kwa njia ya mtandao ili kuruhusu uchunguzi kuendelea. Sajenti Godwin Mjomba na Constable Patrick Mutunga Titus wanatarajiwa kufikishwa mbele ya jaji Martin Muya kujibu mashtaka ya mauaji. Marehemu Shukri alipigwa risasi kichwani na kufariki. Familia yake imeitaka mahakama kuharakisha tunakashifu haya mauaji na tunasema yeyote ambaye anahusika kwa mauaji kama haya aweze kuchukuliwa sheria na achukuliwe hatua. Haki ya kijana wetu ipatikane. Hawache kutusungusha wakisema kesho kesho kutwa eh? Naomba serikali haki ya mtoto wetu ipatikane. Nayo mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA, na kitengo cha kuwachunguza maafisa wa polisi IAU, zimeanzisha uchunguzi wa kubaini iwapo